Hii ni Msomi News, na hii ni makala maalum tukiangazia kifo cha papa Francis, Papa Francisco wa kanisa Katoliki, ambaye hii siku ya tarehe ishirini na moja ya mwezi wa nne mwaka elfu mbili na ishirini na tano dunia imesikitishwa na taarifa kutoka huko Vatican juu ya kifo chake. Amefariki dunia kwa siku ya leo katika huzuni kubwa, dunia imebaki kuwa hivyo. Kanisa Katoliki limeingia kwenye kipindi maalum kiitwacho Sede Vacante, yaani kiti cha Mtakatifu Petro kiko wazi. Sasa macho yote yameelekezwa Vatican, ambako mchakato wa kumpata papa mpya utaanza kwa utaratibu wa kipekee uliojaa sala, utulivu na ibada. Papa Francisco amefariki leo akiwa na miaka 88 na miezi minne na siku nne, kwa kuwa alizaliwa siku ya tarehe 17 Desemba mnamo mwaka 1936 huko Bozin nchini Argentina. Hadi anafariki amekuwa ni papa wa 266 wa kanisa Katoliki, na amekuwa papa wa kwanza kutokea Amerika ya Kusini. Camerlengo kwa mujibu wa utaratibu wa kanisa amethibitisha rasmi kifo kwa mujibu wa utaratibu za kidini na kikanuni. Makardinali wote, viongozi wa dini, maelfu ya waumini wameanza kufika Vatican kutoa heshima zao za mwisho kwa kiongozi huyu aliyegusa maisha ya watu kwenye maeneo mengi, na kipekee kwa upole, utetezi wake kwa maskini na wito wa haki kwa wote. Mazishi ya Papa yatakuwa hivi. Mwili wa Papa Francisco utawekwa ndani ya Basilika ya Mtakatifu Petro. Tunapozungumzia basilika, tunamaanisha ni kanisa lenye hadhi ya juu ambalo lina historia ya watakatifu kuwepo ama kuzikwa huko, na mwili huo utakaa kwa siku kadhaa, na waumini wataweza kutoa heshima zao za mwisho. Mazishi yake yatafanyika ndani ya siku nne hadi sita, na atazikwa katika makaburi ya mapapa wengine waliomtangulia chini ya basilika yani, kanisa lenye heshima na hadhi ya juu zaidi kiimani. Mazishi yake huwa ni ya kipekee, na yatakuwa na ibada na sala na heshima yatakayoendeshwa kwa uangalifu mkubwa, kwa utaratibu wa mujibu wa kanisa ambalo limejiwekea karne na karne. Kamilengo ndiye msimamizi wa Vatican, yeye huwa hana mamlaka ya kufanya mabadiliko makubwa. Makardinali huanza mahali patakatifu palipojaa kazi za sanaa utulivu na tafakari. Makardinali hujifungia humo conclave, bila simu wala mawasiliano ya nje, hadi papa anapochaguliwa. Utaratibu wa kupiga kura huwa hivi: kura hupigwa mara mbili asubuhi na mara mbili jioni. Ili mgombea achaguliwe, lazima apate theluthi mbili hadi tatu ya kura zote Kura hizo huchomwa moto. Lengo la kuchoma kura hizo huwa sio tu sababu ya kuziteketeza, bali huwa kuna sababu nyingi ikiwemo, kura huchomwa ni njia ya kulinda uaminifu na usiri wa mchakato huo. Hakuna anayepaswa kujua ni nani alipiga kura kwa nani, hata baada ya uchaguzi kukamilika. Ishara ya kiroho pia huwa inahusishwa na kitendo cha kuchoma kura na moshi kutokea. Mchakato wa kumchagua papa ni mchakato wa kiroho na si wa kisiasa. Kura huchomwa kuonyesha kuwa uamuzi wa makadinari hawafuati mapenzi yao binafsi bali wanaongozwa na Roho Mtakatifu. Lakini pia moto huwa unatafsiriwa kama ni tendo la kumkabidhi Mungu uamuzi. Inaelezwa kwamba huwa inawapa dunia ishara pia kupitia moshi huo. Moshi unaotoka na kuchoma kura hutumika kama kutoa taarifa kwa umma. Moshi mweusi huitwa Themas Niger, hakuna papa amechaguliwa bado. Lakini moshi mweupe huitwa Themas Albas, papa mpya ameshachaguliwa. E, ni njia ya zamani iliyoanza karuni nyingi zilizopita ya kuwasiliana na waumini waliokusanyika nje ya Sistine Chapel bila kutumia maneno. Inaelezwa pia katika kuchoma kura hizo kemikali maalum hutumika ili kupata rangi tofauti tofauti za moshi. Kemikali maalumu huongezwa kwa kura wakati zinachomwa. Hii inahakikisha moshi ni wazi kuwa mweupe ama kuwa mweusi. Mara baada ya mgombea atakapopata kura za kutosha, huulizwa, je, unakubali chaguo hili kwa jina la Mungu? Akipokea huulizwa tena atatumia jina gani kama papa. Baada ya hapo huvaa mavazi ya kipapa na kutangazwa kwa umma kutoka kwenye balkoni ya balsilika ya Mtakatifu Petro kwa maneno Habemus Papam, tunaye papa. Je, ni watu gani wenye sifa za kumrithi papa baada ya kufariki? Kwa mujibu wa sheria za kanisa Katoliki, kanuni ya sheria ya kanisa, code of canon law Mtu anayefaa kuchaguliwa kuwa papa ni yule mtu mwenye sifa zifuatazo: ya kwanza, awe mwanaume mkatoliki aliyebatizwa. Sheria haisemi lazima awe kardinali au hata padri, lakini lazima awe mwanaume aliyebatizwa katika kanisa Katoliki. Kwa kawaida makardinali humchagua mmoja wao, lakini kikanuni wanaweza kumchagua mtu yoyote wa imani thabiti. Lakini pia inaelezwa kupitia sheria hiyo, awe ni mtu wa imani na maadili yasiyoyumba. Awe mtu alishikamana na mafundisho ya kanisa, mwenye msimamo wa kiroho, hekima na busara ya uongozi. Awe na sifa za kuwa mfano wa maisha ya Kristo kwa ulimwengu mzima, awe tayari kuchukua jukumu hilo kikamilifu. Baada ya kuchaguliwa, mgombea huulizwa, je, unakubali chaguo hili kwa jina la Mungu? Asipokubali, uchaguzi hurudiwa. Akikubali anakuwa papa mara moja. Kuna watu wanajiuliza, je, imeshawahi kutokea mtu ambaye sio kardinali amechaguliwa kuwa papa? Ndiyo, imeshawahi kutokea. Mara mwisho ilikuwa kwa papa aban wa 16 mnamo mwaka 1378 ambaye hakuwa kardinali. Hata hivyo, kwa sasa makardinali hupendelea kumchagua mmoja wao, kwani tayari wana uzoefu wa uongozi wa juu, wanaelewa vema kazi na changamoto za kanisa duniani. Kuna mtu anahoji, je, kwa nini wanawake hawawezi kuwa mapapa? Iko hivi, papa lazima awe mwanaume kwa kanuni na sheria za kanisa. Hii ni kwa sababu kanisa linafuata mtazamo wa kihistoria wa Yesu wachagua wanaume kama mitume, ambapo aliochagua mitume kumi na mbili, ambapo papa anaaminika kuwa mrithi wa Mtakatifu Petro, ambaye alikuwa ni kiongozi wa mitume. Lakini pia katika mchakato huu kuna sheria zinazotoa haki pia kwa makadinari kuchaguliwa, ambapo inaelezwa kwamba makadinari waliopo na umri chini ya miaka 80 na waliopo kwenye conclave au kwenye mkutano maalum wa kufanya uchaguzi wa papa wana haki ya kuchaguliwa. Hata hivyo, hata kadinari aliye ndani ya conclave anaweza kupendekeza jina la mtu mwingine ambaye anaweza asiwe ndani ya conclave yani, kwenye mkutano maalum wa kumchagua papa, hata kama si kadinari, ili mradi awe na sifa zilizotajwa. Huu ni mwanzo tu wa kuangazia safari na mchakato wa makadinari na maisha ya papa Francis ambaye ametotoka leo, siku ya tarehe 21 ya mwezi wa nne mwaka 2025. Usisahau kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu kila tunapoweka. Msomi News.